Mimi ni Roe, nina miaka 39, na leo nasema kitu kinauma kusikia, lakini ni lazima kisemwe: huyo mwanaume hatakuoa. Na swali la kweli ni hili: kwa nini huolewi? Kama himada inakugusa, bonyeza like, subscribe, halafu comment unatazama kutoka wapi. Sasa kaa vizuri, kwa sababu leo sitakubembeleza. Leo sitasema wanaume wote ni wabaya, na sitasema subiri tu siku yako itafika. Hapana, nitakwambia ukweli ambao watu wengi wanauogopa, hata marafiki zako hawawezi kukuambia. Kuna wanawake wanaingia relationship, miaka inapita, picha zinapigwa, birthday zinaadhimishwa, safari zinafanywa, anajua mama yake, anajua ndugu zake, lakini ndoa haisogei hata sentimita moja. Halafu siku moja unakuja kusikia ameoa, na sio wewe. Miezi sita tu, sita, na wewe ulikaa naye miaka mitatu. Maumivu ya aina hii hayana maneno, kwa sababu haikuumizi tu moyo, inaumiza ego, inaumiza uhalisia wako. Unajiuliza, kulikuwa na tatizo gani kwangu? Wengi wanasema labda hakukuwa tayari, lakini ukweli mchungu ni huu mwanaume anaweza kuwa hayuko tayari kuoa mwanamke fulani, lakini yuko tayari kuoa mwanamke mwingine. Tofauti si miaka, si pesa, si hata mapenzi, ni namna anavyokuona. Kaa hapo, usikimbie ukweli. Mwanaume haoi kwa sababu amepata mpenzi mzuri, anaoa kwa sababu amepata mwanamke ambaye akimkosa maisha yake yatavurugika. Ndiyo maana kuna wanawake wanatoa kila kitu wanajitolea wanamsaidia, wanamvumilia, wanamlea kama mtoto, lakini ndoa haitokei kwa sababu ulifanya maisha yake yawe rahisi sana bila sababu ya kukuoa. Na hapa ndipo wanawake wengi wanakosea. Unaingia kwenye relationship, unampa huduma zote za mke kabla hajakuchagua kuwa mke. Unampikia, unamfulia, unamvumilia, unamshauri, unamfariji unamsubiri unamsamehe hata anapokosea, na kichwani mwako unasema ataona thamani yangu. Lakini kichwani mwake anasema mbona tayari nina kila kito? Kwa nini anunue nyunga wakati anaishi bure? Hapo ndipo maumivu yanapoanzia. Wengi wenu mmeshawahi kuambiwa tusubiri kidogo. Kidogo kinageuka mwaka, mwaka unageuka miwili, miaka miwili inageuka mitano lakini ajabu ni moja, anapokuacha ghafla, hana muda wa kusubiri tena. Unaanza kujiuliza mbona kwake ilichukua miezi sita tu? Kwa sababu wewe ulimpa nafasi ya kuchelewa na mwingine alimpa sababu ya kuchagua. Mwanaume haogopi ndoa, anaogopa ndoa isiyo na faida kwake. Na sitaki uelewe vibaya, faida si pesa tu. Faida ni hisia, faida ni heshima faida ni utulivu wa akili. Ukifanya mwanaume ajisikie yuko salama bila commitment, hutapata commitment. Ukifanya mwanaume akujue kabisa hana hatari ya kukupoteza, hutakuwa chaguo lake la mwisho. Wanasema mapenzi ni uvumilivu, ndiyo, lakini uvumilivu usio na mipaka ni kujisaliti. Unajua kwa nini kuna wanaume wanakaa miaka minne na mwanamke mmoja halafu wanaoa mwingine ndani ya miezi sita? kwa sababu wa kwanza alikuwa makazi, wa pili alikuwa uamuzi. Kuna tofauti. Makazi ni mahali unapumzika, uamuzi ni mahali unajenga maisha. Na mwanaume haoi mahali anapopumzika, anaoa mahali anaona hataki kupoteza. Sasa nikuulize swali, ulikuwa unampa ajisikia na kuchagua au anachagua kukaa? Kuna wanawake wanabeba relationship peke yao. Wewe unapanga mipango wewe unaanzisha mazungumzo, wewe unaomba muda, wewe unaomba ufafanuzi. Mwanaume yuko tu na wewe, unasema ni mtu wa polepole pole. Hapana, ni mtu asiyeona dharura. Mwanaume anapomwona mwanamke anayemhitaji sana anatuliza, lakini anapomwona anayejithamini anaamua. Heshima inazaa uamuzi, upatikanaji wa bure unazaa mazoea. Wengi wenu mnaogopa kuondoka Unaona red flag, unanyamaza. Unaona anachelewa kukujibu, unajitetea. Unaona anakuweka pending, unamwelewa. Unaogopa akikuacha, lakini ukweli ni huu: kila siku ulioogopa kuondoka ndio siku aliyojua hana pa kwenda. Na mwanaume haoi mahali anajua hatopoteza. mapenzi si kushikilia mtu kwa nguvu, ni kumfanya ajue anaweza kukupoteza. Sasa tuzungumzie timing Wanaume wana timeline yao kichwani: kazi, pesa, utulivu, malengo. Akikuweka kwenye maisha yake wakati hayuko tayari kujenga, utabaki hapo mpaka atakapokuwa tayari, na atakapokuwa tayari ataangalia mwanzo mpya, na hapo ndipo mwanamke mpya anaingia. Sio kwa sababu anakupenda zaidi, ni kwa sababu ameanza ukurasa mpya. Wewe ulikuwa sehemu ya safari, yeye anakuwa sehemu ya hatima. Na hiyo inauma, lakini ni kweli. Wanawake wengi wanachanganya mapenzi na uthabitisho. Unasema ananiambia ananipenda. Mapenzi si maneno. Mapenzi ya mwanaume yanaonekana kwenye maamuzi. Ukikaa miaka miwili bila direction, hiyo ni direction. Ukikaa miaka mitano bila mipango, hiyo ni mipango. Ukikaa ukingoja siku atabadilika, unangoja mtu ambaye hana sababu ya kubadilika na hapa ndipo najua wengine mnaumia, kwa sababu mlitoa kila kitu. Lakini sikiliza vizuri, mwanaume haoi kwa sababu ulimvumilia. Anaoa kwa sababu anakuheshimu, na heshima huanza pale unapojiheshimu. Ukikubali ahadi bila muda, utapata ahadi zisizoisha. Ukisema nitamsubiri tu, utasubiri mpaka aondoke. Ukiona anaishi maisha ya ndoa bila ndoa, yeye anayo ndoa tayari na wewe si mke, ni mfumo. Najua maneno haya yanauma, lakini bora uumie ukweli kuliko ufarijiwe na uongo. Wanaume hawatoroki wanawake wazuri, wanatoroka wanawake wanaowapa kila kitu bila kuchagua. Na sasa nikwambie kitu kingine kinachouma zaidi: kuna wanaume walikuwa wanakupenda kweli, lakini hawakukuoa kwa sababu mapenzi hayazai uamuzi. Heshima ndiyo inazaa Ukijipunguza ili abaki anabaki, lakini hatakuchagua. Ukiongeza thamani yako anaogopa kukupoteza. Hapo ndipo ndoa huzaliwa. Sasa chagua moja leo, ama ubaki mahali unavumilia, au uwe mahali unapochaguliwa, kwa sababu mwisho wa siku mwanaume huoa mwanamke anayempa amani ya kumpoteza. Na kama huwezi kuondoka, huwezi kuchaguliwa. Comment A, kama umewahi kusubiri Comment B, kama umeachwa akaoa mwingine, Comment C kama uko kwenye relationship isiyo na direction. Na niambie unatazama kutoka wapi? Nitaendelea kukuambia ukweli hata kama unauma. Unaona, watu wengi wanapenda kusema ndoa ni majaliwa, lakini hakuna mwanaume anayefanya maamuzi makubwa kwa majaliwa. Ndoa ni uamuzi, uamuzi wa gharama, uamuzi wa kuwajibika uamuzi wa kusema huyu sitaki kumpoteza. Sasa jiulize kwa utulivu, ni lini mwanaume wako alikuwahi kuogopa kukupoteza? Sio siku uliolia, sio siku ulipotishia kuondoka kwa hasira halafu ukarudi kesho yake, sio siku ulipomblock halafu kamwan block saa mbili baadaye. Mwanaume huogopa pale tu anapoona uko tayari kuondoka bila drama, lakini wengi wenu hamkuwahi kuwa tayari kuondoka, mlikuwa tayari kuogopa. Na mwanaume anatofautisha hofu na msimamo. Hofu inaleta huruma, msimamo unaleta heshima. Huruma haizai ndoa, heshima inazaa ndoa. Kuna kitu wanawake wengi hawataki kukubali: uwezo wako wa kumpenda sana mwanaume hauongezi nafasi yako ya kuolewa, kwa sababu mwanaume haoi yule anayempenda zaidi, anaoa yule anayehitaji kumpoteza kidogo tu ajue thamani yake. Ndio maana kuna mwanamke anaweza kumpenda mwanaume vibaya sana lakini akaishia kwa kumbukumbu, na mwingine anakuja, hana historia ndefu, hana drama, hana maumivu mengi, lakini ana mipaka. Ndani ya muda mfupi pete inatoka, na wewe unauliza nini anacho mimi sina? Ana kitu kimoja tu, uwezo wa kuondoka mapema. Wanawake wengi wanabaki muda mrefu wakijaribu kurekebisha kitu ambacho hakina nia ya kujirekebisha. Unakuwa therapist, unakuwa mama, unakuwa mshauri, unakuwa motivator, unakuwa mlinzi wa ego yake, lakini hauwi chaguo, kwa sababu mwanaume haoi mwanamke anayembeba. Anaoa mwanamke anayemkabili. Sikusemi umpige vita. Nasema asiwe na uhakika wa milele bila sababu. Ulipomfanya ajue huto kwenda popote, alifunga mlango wa ndoa. Na hapa ndipo ukweli mchungu zaidi unaingia. Wanaume wengi hawajui wanataka kukuoa mpaka watakapokupoteza au kuona wanaweza kukupoteza. Lakini wewe ulihakikisha hawezi. Kila akinyamaza ulituma ujumbe. Kila akichelewa ulielewa. Kila akivunja mipango ulimfariji. Kila akisema hajawa tayari ulisema utasubiri. Ulidhani unajenga usalama, lakini ulijenga uhakika wa kutokuoa. Mwanaume akijua uko pale, kesho, mwezi ujao, mwaka ujao, hana sababu ya kukimbia. Na mwanaume anakimbia tu pale anapohisi muda unamwacha. Sasa sikiliza hii kwa makini. Wanaume hawachagui mwanamke kwa muda mrefu uliotumika, wanachagua kwa hisia ya mwisho wanayopata. Unaweza kukaa naye miaka minne, lakini miezi mitatu ya mwisho ukajishusha, ukamwomba, ukamsihi, ukajipodeza. Na hapo ndipo anakutazama tofauti, anakuona kama mtu anayemhitaji sana kuliko anavyokuhitaji. Na hapo ndipo moyo wake unabadilika kimya kimya, sio siku moja, ni polepole pole, mpaka siku unayomuuliza future yetu, anasema sijui, sijui. Sio kukosa majibu, ni kukosa msukumo wa kukuchagua. Sasa tuzungumzie kitu kingine ambacho kinauma kusikia. Kuna wanawake hawajawahi kuachwa, lakini hawajawahi kuchaguliwa pia. Relationship inaendelea tu, hakuna mwanzo mpya hakuna mwisho rasmi, ni hali ya kati. Hii ndiyo hatari zaidi, kwa sababu unajidanganya bado huko njiani, wakati upo sehemu ile ile miaka yote. Mwanaume anasema anakupenda, lakini hapangi maisha na wewe. Anakujumuisha kwenye sasa, lakini sio kwenye kesho, na wewe unashikilia neno mapenzi, wakati yeye anashikilia neno raha. Mapenzi bila mwelekeo ni starehe ndefu, na starehe ndefu haizai ndoa. Ndoa inazaliwa na uamuzi mgumu. Sasa nikuulize swali lingine, ni lini uliwahi kusema nataka kujua tunakwenda wapi, na kama hakuna jibu nitaondoka? Wengi hamjawahi kwa sababu mliogopa jibu, lakini jibu lisiloulizwa linaishi milele, na mwanaume anaishi vizuri kwenye milele isiyo na tarehe. Ukimuuliza mapema utaumia mapema, lakini utafunguka mapema. Ukikaa kimya utaumia baadaye na utaanza upya ukiwa umechoka. Ndio maana wanawake wengi wanaanza upya wakiwa wamevunjika. Sio kwa sababu hawakuwa wazuri, ni kwa sababu walikaa muda mrefu mahali pasipo na uamuzi. Na mwanaume mpya anapokuja anakuona umechoka, unaogopa kuuliza, unaogopa kuweka mipaka, unaogopa kupoteza na historia inajirudia, kwa sababu haukujifunza kutoka maumivu, uliokoka tu. Lakini leo nataka ufanye kitu tofauti. Usiangalie wanaume wote kama wabaya, angalia mifumo. Ulirudia nini? Ulinyamaza wapi? Ulivumilia nini kilichopaswa kuwa kikomo? Kwa sababu ndoa si zawadi ya uvumilivu, ni matokeo ya thamani iliyolindwa, na thamani hulindwa kwa mipaka. Ukitoa kila kitu mapema, hakuna hatua inayofuata. Ukijitoa kidogo, kuna safari. Mwanaume haogopi kukupenda. Anaogopa kuoa kitu anachoweza kukipata bila kuoa. Na hilo ndilo somo kuu. Kama unakoa maisha ya ndoa kabla ya ndoa, unapata relationship bila ndoa. Na ukibadilisha hilo, maisha yako yanabadilika. Hata yule yule mwanaume anaweza kubadilika. Kwa sababu wanaume hawasogezwi na maneno, wanasogezwa na hali. Ukipunguza upatikanaji, anafikiria. Ukiweka mipaka, anaheshimu. Ukiondoka kimya, anathamini. Sio mchezo wa akili, ni lugha ya thamani. Na kama leo unaona umechelewa, hapana. Kuchelewa si kukaa muda mrefu. Kuchelewa ni kuendelea kurudia bila kujua. Anza leo, usiogope kupoteza asiyechagua, ogopa kupoteza miaka yako ukingoja uchaguzi ambao haupo, kwa sababu mwisho wa siku, yule mwanaume hatakuoa mpaka aone anaweza kukupoteza. Na kama huwezi kuondoka, ataweza kukuweka. Sasa niambie, umekuwa A, B au C na unatazama kutoka wapi? Kwa sababu safari inaanza pale unapokubali ukweli. Nitaendelea kukuambia ukweli, hata kama unauma zaidi kuliko ulivyotarajia. Ukweli mwingine ambao wengi wenu hamtaki kuusikia ni huu. Wanaume wengi hawakuchezei muda kwa sababu hawajui wanachotaka. Wanakuchezea muda kwa sababu wanajua hawajakuchagua. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mwanaume aliyepotea na mwanaume aliyekaa kimya. Aliyepotea anatafuta. Aliyekaa kimya amepata kitu cha kumtosha kwa sasa. Na wewe ukawa hicho kitu sasa. Fikiria kwa sekunde moja, mwanaume anakuita kila siku, anakutafuta, anakulalamikia, anakushirikisha shida zake, anakuhitaji kihisia, lakini anapofika kwenye commitment, anabadilika. Hiyo si hofu ya ndoa, hiyo ni hofu ya kukuoa wewe. Inauma, najua inauma, lakini maumivu ya ukweli yanaponya. Ya matumaini hewa yanaongeza muda tu. Kuna wanawake wanaambiwa, nataka kwanza nijiweke sawa. Miaka miwili baadaye bado anajiweka sawa, lakini miezi sita baada ya kuachana anaoa. Swali sio alijiweka sawa lini, swali ni alitaka kuwa sawa na nani? Kwa sababu mwanaume akikuona wewe ndiye mwanzo anaotaka, hata akiwa hana kila kitu atataka akujengea kila kitu, lakini akikuona wewe ni sehemu ya maisha yake tu, atajenga maisha yake kisha atatafuta mwanzo mpya. Na hapo ndipo wengi wenu mnajilaumu. Unasema labda nilipenda sana, labda nilivumilia sana, labda nilimsaidia sana. Tatizo sio ulifanya sana, tatizo ulifanya sana bila masharti. Mapenzi yasiyo na masharti yanaonekana matakatifu, lakini kwenye mahusiano yanaua mvuto wa uamuzi, kwa sababu mwanaume anapojua atapokelewa hata bila hatua, hana sababu ya hatua. Kumbuka hili vizuri, mwanaume anajua kama anataka kukuoa ndani ya muda mfupi sana. Sio siku ile ile, lakini siyo miaka minne. Miaka minne ni muda wa kuzoea, sio muda wa kuamua na akizoea, anahitaji tukio kubwa kumbadilisha. Wengi wenu hamnyawahi kumpa tukio hilo. Mlipiga kelele, mlilia, mlitishia, lakini hamkuondoka kweli, na mwanaume anatambua tofauti ya maneno na matendo. Ukitishia mara kumi halafu urudi mara kumi umetengeneza ruhusa ya milele. Siku utakapoondoka kweli, hata yeye anashangaa kwa sababu hakukuona kama mtu anayeweza hapo ndipo thamani inaanza, lakini mara nyingi umechoka tayari. Sasa kuna swali lingine gumu: kwa nini wanaume wanaoa haraka mwanamke mpya? Sio kwa sababu mpya ni bora kila mara, ni kwa sababu mpya ni mwanzo. Bila historia ya kuvumilia, hakujui kama atabaki. Hakuna kumbukumbu ya yeye kukusamehe mara kumi, hakuna uhakika wa milele. Na mwanzo mpya humfanya mwanaume awe makini. Wewe ulimfanya awe comfortable, yeye anamfanya awe makini. Comfort huua haraka maamuzi ya wanaume, heshima huiharakisha. Na heshima haitoki kwenye kumfurahisha sana, inatoka kwenye kujithamini sana. Wengi wenu mliamini ili abaki lazima umpunguzie maisha magumu, lakini mwanaume anaheshimu mwanamke anayemfanya ajipange, sio anayemfanya apumzike. Ukimbeba sana unakuwa mama, na mwanaume haoi mama yake. Ukijisimamia unakuwa chaguo, na mwanaume anachagua mke. Sasa niseme kitu kinachoumiza zaidi: kuna mahusiano hayakufa kwa sababu hakukuwa na mapenzi, yalikufa kwa sababu hakukuwa na mipaka. Mapenzi bila mipaka ni kama mkataba bila sheria kila mtu anachukua anachotaka, hakuna anayewajibika. Na mwanaume akiona hakuna kinacholazimisha uamuzi, ataishi kwenye urahisi milele. Ndoa si matokeo ya muda uliokaa, ni matokeo ya thamani aliyohisi anaweza kuipoteza. Na kama hakuwahi kuhisi anaweza kukupoteza hata siku moja, hatohisi lazima akuoe. Ndio maana wengine wanaachwa wakisema, lakini tulikuwa tunapendana sana. Ndio, lakini hakukuwa na sababu ya kukuchagua. Upendo ni hisia, ndoa ni uamuzi, na uamuzi hutokea pale hisia zinapokutana na heshima. Sasa chukua pumzi, jiulize ukweli: uliwahi kumfanya afikirie maisha bila wewe, au ulimfanya aamini maisha na wewe ni ya kudumu bila juhudi? Kwa sababu hapo ndipo majibu yote yapo na kama leo unajisikia hasira, uchungu au hata kupinga, hapo ndipo mwanzo wa kuelewa. Ukweli hauponyi mara moja, unachoma kwanza, lakini ukishauelewa unaanza kujijenga tofauti. Na siku hiyo mwanaume anayekuja hatopata makazi tu, atakutana na uamuzi. Sasa niambie tena, umekuwa ukingoja au ukichaguliwa? Na unatazama kutoka wapi?